Karibuni na ujambo wa watazamaji pia wasikilizaji wetu wote wa idhaa hii ya Kiswahili ya Kuna Nini News, mahali popote mna kutusikiliza na kutufata. Kwa niaba ya channel yetu hihi, acha niwaombe radhi pale nilikokosea nami pia ni wachukulie. Mwaka uliopita wa 2025 ulikuwa na changamoto nyingi za kila aina, haswa za machafuko mashariki mwa DRC, machafuko ya vita Ujumbe na shauku yetu ni kupendelea kuona na kuishi mwaka huu mpya wa elfu mbili na ishirini na sita uwe waheri, furaha na mafanikio katika harakati zetu zote za amani na salama, kando na vita vilivyowarangamiza wengi wetu na kuwatesa walio karibu nasi hata wale walio mbali. Basi amani ya Mwenyezi Mungu iendelee kuwa na watazamaji wetu wote, pia wasikilizaji, hata sisi pia. Heri ya mwaka mpya.